Leo tulikuwa tunawa train kuhusu mambo ya policy na vile policy uh, inaweza kuwasaidia wakiendelea na kazi zao. Pia tumewafunza mambo ya business um, management mambo ya uh, waste management safety and health and pia tumewafunza kuhusu mambo ya entrepreneurship vile wanavyoweza kuendeleza biashara zao na kuangazia zile opportunities ambazo ziko pale. Uh, Kenya Plastics Pact goal yetu ni kuhakikisha ya kwamba uh, tunaendelea ku uh, kuweka uh, plastiki katika ekonomi yetu, zile plastiki ambazo zinaweza kukuwa recycled ama zinaweza kukua reused. Tumeweza kufundishana ama kutufundisha elimu ya health and safety, kwa sababu taka tunajua ni uchafu, lakini ingawa kuna taka nyingine kama plastiki ukiziweka vizuri hazina uchafu sana, lakini kuna ile organic ambayo haraka inaoza e, inaweza kukaribisha mainzini ni na nini na baadaye ikakuletea madhara. Lakini kulingana na elimu ambayo tumeipata leo hapa, basi tuko tayari, na, na, tuko tayari sisi wenyewe kuanza kubadilika Maanake ukitaka kubadilika, kubadilisha ni wewe kwanza ubadilike, ndio wale wengine wakiona wachukue kama role model. Wamesema alisema na yeye amebadilika, kwa hivyo na sisi lazima tubadilike tukifata e, mfumo wake. Juzi tulipofanya collection na tulipata glasi kilo kilo mia nane so kilo mia nane tume tumeziokota huko baharini huko, tumezitoa kule kwa sababu kule ilikuwa ni menace, lakini tukazichukua sasa tumezileta pale nyumbani sasa, imekuwa sasa ni, ni kero zaidi kuliko pale mwanzo, kwa sababu zilikuwa haziko kwa wingi, zilikuwa mo, moja iko pale moja iko pale, tukazikusanya tukazileta pamoja, alafu zimekaa pale, hazina mahali pale tunaweza, hazina mahali pale tunaweza kuzipeleka. Nafahamu kwamba taka limekuwa tatizo sugu ambalo linahitaji kila mmoja wetu kushirikiana ili kulitatua, na ndiposa leo tumetoka katika warsha hii kuweza kujadili haya maswala ili tuweze kupata njia ya mwafaka ya kuangazia ile swali. Nataka taka isiwe taka tu, bali taka iwe mali, iweze kufaidisha wananchi na iache kuwa kero, na isilete pia matatizo ya afya kwa wachochole na wale ambao hawajiwezi.